Bila shaka mpaka sasa hizi eh, mnafahamu, jamii ya Watanzania inafahamu kwamba eh, influencer maarufu na mfanyabiashara maarufu, majina yake rasmi ni Jenifer Jovin, jina lake la biashara na la kuinfluence eh, anaitwa Niffer, pamoja na mwingine, mfanyabiashara mwingine influencer maarufu eh, jina lake la biashara na la kuinfluence eh, anajulikana kama Strong I Come. Actually, wanisame, wanisame, wanisame mpaka mwisho, nilisema Strong Income, yeah ni Strong Income. Kwa hiyo na wenzao 20, jumla wako 22, nafahamu wanashtakiwa katika mahakamani ya hakimu mkazi Kisutu na e, mashtaka ya kula njama kutenda uhaini pamoja na shtaka la uhaini kwa kufikishwa mahakamani kama mfahamu, mnamo tarehe saba mwezi wa kumi na moja mbele ya mheshimiwa hakimu anaitwa Aaron Riamuya, ambapo sisi tulitoa hoja kadhaa e, za kisheria na nyingine za welfare e, mtakumbuka huyu binti Strong Income tulitoa hoja kwamba waliteswa sana wakiwa kituo cha polisi Oyster Bay, na mlipo mahakamani, mnakumbuka huyu binti alionyesha makovu ya mijeledi au fimbo, alionyesha mbele ya mahakama e, akisema kwamba e, amepata madhila hayo akiwa chini ya mikono ya polisi, na mahakama kama mnakumbuka ikatoa amri kwamba e, kwa kuwa imewakomiti magerezani, gereza la Segerea, kwamba huko ongozi wa magereza uhakikishe kwamba wanapata tiba na pia ripoti iletwe mahakamani. Tulitoa pia hoja kwamba e, washtakiwa wote ishirini na mbili waliteswa wakilazimishwa waandike maelezo ya kukiri kushiriki katika vitendo vya kihaini. Tukatoa hoja pia kwamba hati ya mashtaka ina mapungufu na tukaomba mahakama iweze kufuta mashtaka yote mawili au moja kwa kadri ambayo yenyewe itaona kama itakubaliana na hoja zetu. Upande wa serikali waliomba muda waweze kwenda kujipanga ili waweze kuja kujibu hoja zetu kwa leo hii. Sasa ndio tulikuwa tunafanya hilo zoezi kama unavyosikia; wamejibu hoja, na sisi tukapata nafasi ya mwisho tunasema ku rejoin kwa mahakama. Ime retire itakwenda kujadili hoja za uhalali wa hati ya mashtaka. Narudia tena hoja ya kwamba e, Niffer pamoja na Strong Income, pamoja na wenzake ishirini wapatiwe matibabu, hiyo ilisha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 haki yao. Ni mashtaka mazito kidogo, mabinti kama wale wadogo kupewa mashtaka mazito kama ya uhaini. Ya sio kitu chepesi sana lakini, tutajitahidi kadri ya uwezo wetu kufanya kazi yetu ya kisheria ili kuweza kupigania maslahi yao. Ni hayo tu.